Hey guys, mambo vipi? Hope wote mko poa na mimi pia kwa upande wangu niko salama na mshukuru Mungu. Asante ni wale wote ambao mmeendelea ku support, ku subscribe, ku like, ku share na ku comment pia. Comment zenu ni za muhimu kwa sababu nakuwa naelewa nini maswali yenu. Kitu gani mnahitaji kujua kwa sababu mnapo uliza maswali ndio naelewa kwa kitu gani watu wanahitaji wafahamu zaidi. Usisite kuuliza maswali hapo chini. Wewe comment tu uulize maswali na nitakujibu. Nipo hapa na kuletea hii video ambayo inasisitiza kwa yeyote ambaye anaingia Omani au nchi yoyote ya Kiarabu, tafadhali, hata kama una stress za aina gani unasafiri kwa sababu umeachwa, sijui una changamoto zozote zile, jitahidi unavyosafiri uwe unajua mshahara wako unaenda kulipwa kiasi gani. Muulize ajenti mara mbili, alafu kama inawezekana Waunganishe na yule agent ambaye yuko kwenye ile yu nchi unaoenda, ili upate uhakika kabisa ule mshahara utajua ni kweli unaenda kulipwa huo. Kwa sababu hii imekuwa ni changamoto, watu wengi anasafiri, hajui mshahara wake anaenda kulipwa shilingi. Yaani mpaka anafika kazini anakutana na yule agent aliyoko kwenye ile nchi ambayo anaenda ndio anauliza, "Eti mshahara ni kwa nini unalipwa kiasi gani?" Unajiuliza, huyu mtu tangu ame-apply amefanywa amefanyiwa vipimo, amefanyiwa kila kitu, yani, kwenye prosesi zote hizo, kwa nini alishindwa kuuliza mshahara? Hata kama aliambiwa huo mshahara, alafu hata kama alitajua alitajiwa huo mshahara, lakini hakujua ni kiasi gani, muulize ila ajentu wako, hii pesa ulinitajia kwa hiyo nchi, kwa hapa nchini kwangu ni ngapi, ili huo elewa, unafahamu kuwa naenda kufanya kazi ya ngapi au kabla. Kwa mfano wale ambao wanapata sapoti ya kutengenezewa paspoti, kabla hujatengenezewa paspoti, tafadhali uliza, Je, mshahara ni bei gani? Ili uwe unafahamu tangu unafanyiwa paspoti, ina maana unaenda kazini, unalipa kiasi hichi, utalipa hizo gharama za, za paspoti au na kitu gani kwa muda huu, alafu baadaye huo muda utaanza kupokea pesa yako. Hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, wanakwambia mpaka anasafiri anafika kazini, hajui anaenda kulipwa shingapi. Hapo hapo akiangalia amefanyiwa paspoti, hapo hapo akiangalia amepewa sapoti ya hospitali, kwa anakuta anadaiwa kama milioni huko, sijui sijui laki ngapi. Akifika kazini, anaanza kuwaza kwa ugumu wa kazi hii, natakiwa kumlipa ule mtu sijui laki nane au laki saba, kwani nitaweza jamani? Anaanza kurudi nyuma na kunyungunia na kuchoka, mwisho anaanza kulia. Kumbe unguulize tangu nchini, ukapata kujua kuwa mshahara ni kiasi kadhaa hivi, mkataba ni kiasi uko hivi, yani mambo yale yote ukachambuliwa na maana, mpaka unaondoka umeisha jua, mimi miezi yangu miwili nitakuwa sina hela kiosi mkononi, nitakuwa nalipa madeni baada ya miezi miwili kuisha, mwezi mwezi wa tatu ndio nitaanza kupokea mwenyewe pesa zangu. Kwa hiyo hapa nyumbani nipaache vipi, kama una watoto. Ni agizipi, na watoto niaje vipi, ni familia ambayo inamwachia watoto wangu na ndugu zangu, ndugu na jamaa. Kwa sababu kwa sababu kwa hii miezi miwili nitakuwa sina pesa, kwa hiyo nitashindwa kusou mambo yangu ambayo yanayotokea kwenye familia. Hii ndio jambo la msingi jamani, kwa wale wote ambao mnatarajia kusafiri Jitahidini kuuliza mshahara. Na nyinyi ndugu zao ambao mpo kazini, unaelewa kabisa, ndugu yangu anaingia huku kazini, mwambie aulize mshahara. Wee ambaye unafahamu, muhadithie huyu ndugu yako, mtambulie, yani, aelewe. Pesa hilo unamtajia, calculate kwa kwene nchi yetu Tanzania ni shilingi ngapi, ili kabla hajaingia mlolongo hapa katikati huyo ndugu akakulaumu. Unajua, nimekuja huko na mimi naacha watoto. Mshahara wenyewe kumbe ndo huo. Ningejua tu ni basi, maanake ningejua hivi, ningejua vii, maneno yanakuwa ni mengi. Kumbe mngeuliza mshahara, ungeelewa kabla ya kuondoka kuwa niende au nibaki, nitaweza au sitaweza. Mwingine anakwambia mimi mkataba nilikuwa sijui ni mda gani. Kweli mpaka unafanyiwa proses zote eh? Umetafuta kazi huu mwenyewe sijui umetafuta na ndugu yako huulizi kuwa eti mkataba huko ni muda gani? Hii ni kweli? Kwa hiyo ndugu zangu, jamani, jambo la kuuliza mshahara kule nakukwenda ni la muhimu sana, ni la msingi, kwa sababu wewe ni mpambanaji, unaenda kupambana kwa ajili ya familia yako. Ni lazima ufahamu unaenda kulipwa kiasi gani, mkataba ni, ni ukoje, miaka ni mingapi, na huo mkataba upoje upoje akuchambulie vile vitu uelewe, hata kama kuna vitu vingine utakuwa umefichwa, lakini at least umeuliza. So mna nyamaza, ambako nafika kazini naanza kuuliza kwani mshahara wangu bei gani eh? Na huku mkataba ni kiasi gani, yani muda gani, miezi sita, mwaka huu, yani mpaka unasafiri kweli hujui naenda kwa muda gani? Mnaniangusha jamani, mnaniangusha jitahidini. Mna usafiri una mtu unayemfahamu muulize, uko mkataba ni muda gani na mshahara nimeambiwa kiasi hiki. Je, hii kwa hapa nyumbani ni shilingi ngapi? ili unavyosafiri, unasafiri na baraka zote, unafahamu nini naenda kufanya, mshahara wangu ni kiasi gani, malengo yangu ni haya, moja, mbili, tatu. Nikifika nitaanzia hili na hili na hili, baadaye nitahamia kwenye hili, ikifika ni, yani unakuwa tayari mambo yako yote umeyapanga, sio unafika kazini vinaibuka vitu vingi. Hii ndio imesababisha watu wengi kutapeliwa, kutapeliwa pesa na rafiki zao waume zao ndugu zao, kwa sababu utakuwa hukupanga. Lakini kama umesafiri ushajua kuwa mimi nasafiri, mshahara wangu utakuwa ni laki tano, miezi miwili nalipa madeni, mwezi unaofuata ntakuwa tayari deni ishamaliza. Ina maana ndani ya miezi miwili wewe huulizi na mshahara wala huulizi mkataba wala huulizi chochote, unamuuliza tu ule bosi kwa uheshima alochukua ile pasipoti yako na kupeleka sehemu ya ile sehemu mpya unamuuliza tu yule, kwa utaratibu vipi, nasikia naondoka hapa, ili eh, huko nitakaa muda gani? Ah, miaka hii. Ina maana tayari ushapata picha fulani na kuonyesha kuwa hapa nitapelekwa hospitali nipimwe, alafu niingie kazini. Kwa hiyo, msisahau hilo, ni jambo la msingi sana kufahamu. Watu wanaenda kufanya kazi, mishahara ya ni bei gani? So nyinyi maajenti, tunamwondosha uomfanya kazi kumwambia anauliza pesa Tanzania shilingi ngapi utaji, kwa sababu umemtajia tu ile pesa ile nchi anayoenda, basi kwa jina tu inaishi hapo. Jamani, nawapenda na wajali na wathamini. Please wale wote ambao mnakuja kucomment zile comment zenu ngumu ngumu zile, ukiona unaangalia video hujaielewa pita tu, kaangalia video zingine ambazo unazoelewa, lakini akukaa kuendelea kushambua watu mtandaoni, sijui huyu hivi mara vile. Mtakaa mnachoka alafu mnajipa dhambi ambazo hazieleweki, wa nizibebee wapi? Asanteni sana, wa na wajari na wathamini, usiku mwema. Maanake hapa na rekodi video ni usiku, naona macho yangu amechoka, ni usiku, sahizi ni saa sita, ndo maana nimesema usiku mwema. Kuna wengine mchana, wengine usiku, wengine yaani, yeah, ndo hivyo alfajiri tena na nini. Kwa hiyo tutawasiliana kesho, thank you